Sasa umekuja huu utaratibu wa kiburi huu utaratibu wa kiburi huu. Serikali haiwezi karuhusu kiburi, watu wakawa wakawa jeuri wakawa kiburi. Unaenda kwenye shamba la mtu unaswaga mifugo tu hivi kwa jeuri, jeuri tu. Hiyo haiwezi karuhusiwa, hiyo haiwezi ikaruhusiwa kwa sababu tukiruhusu, tutakuwa tunaruhusu utaratibu wa watu kuchukua sheria mikononi hiyo haiwezi kuruhusiwa, tufate, lazima tuzingatie taratibu. Na inapotokea umeteleza, wala usifanye kiburi. Si ulikuwepo uungwana, mtu analisha shamba, anaenda kutoa taarifa kwa mwenye shamba yeye mwenyewe kwamba watoto wangu wameenda na mifugo, tumelisha shamba lako bwana. Bila mwenye shamba kujua, anapelekewa taarifa kwamba vijana wangu wamelisha shamba lako, twende tukakague. Huu ungwana unaenda wapi? Wa aina hii na bahati nzuri mi nimewahi kuwa pia waziri wa kilimo, mifugo na uvuvi. Nilienda siku moja Morogoro pale nikakuta mfugaji mmoja anasimamia kabisa kwenye shamba la mtu, amesimamia. Mwenye shamba alipofika, nendeni kwenye mtandao, mtaona ile picha, akamrushia mkuki, akamchoma ukapitia mdomoni ukatokezea kisogoni huko nikamwelekeza RPC nikamwambia, nenda kwenye hicho kijiji, kamata wote, uache akina mama wajawazito tu, weka ndani. Magereza yakijaa peleka na magereza ya mikoa jirani. Hatuwezi kuruhusu watu wakawa wanaonesha ubabe, hatuwezi, wa kuvunja sheria hatuwezi. Nchi hatuwezi, inaongozwa kwa mjibu wa sheria. Hatuwezi kuruhusu watu wakawa wanatumia ujeuri kuumiza wengine, hatuwezi tukiruhusu watu kutumia jeri, jeuri kuonea wengine, nchi hii haitakuwa na amani. Tunataka kila mmoja afanye shughuli ya maendeleo kwa kuzingatia sheria, kwa kuzingatia katiba yetu, kwa kuzingatia undugu. Mifugo yenyewe haitofautishi majani na, na mimea ya mazao. Inaweza ikatokea hata mimi mwenyewe nimewahi kulisha mazao ya, ya, ya, ya watu tulikuwa tunafanya uungwana, unawahi kabisa, unamwambia unamwambia, una, unatoa taarifa hata kabla yeye hajaona. Huu utaratibu wa kwenda kusimamia, una, unalisha mazao kama vile unalisha majani, hiyo haiwezi ikakubalika. Na ndo maana anasema mimi mwenyewe mtoto wa mfugaji, ndo maana anasema kosa la mmoja ambaye anaweza akasababishia uvunjifu wa amani lisiwe la jamii yote, kwamba wafugaji wako hivi. Hapana, tukifanya hivyo tutatengeneza mgawanyiko kwenye jamii yetu ambao ambayo, ambayo haiwezi kagawanyika. Huwezi ukatenga hawa watu, tunataka yule anayefanya kiburi tumfundishe, sheria zinasemaje. Wala msiwe na huruma na mtu akivunja sheria kwa makusudi namna hiyo. Sasa maeneo mengine tunapata matatizo haya kwa sababu ya virushwa rushwa, virushwa rushwa tu, virushwa rushwa. Mtu anavunja sheria kwanza, kuanzia utaratibu wa kuingia anatumia rushwa, na akishavunja sheria anaweka kinga ya rushwa. Mkuu wa mkoa na kamati zote za usalama tuwe macho kila wakati kwenye haya mambo. Lazima watu wafanye shughuli za maendeleo kwa amani na utulivu, huku wakiheshimu sheria, wakiheshimu tamaduni zetu, wakiheshimu taratibu zetu, wakiheshimu undugu. Undugu ni jambo kubwa, huwezi ukanunua undugu. Nchi yetu hii tumezaliwa, tunaitana ndugu. Hapo pote mlipo, hapo mlipokaa, hapo mlipokaa, hapo tunaitana ndugu. Hakuna mtu hata amejua huyu mwingine ni wapi, mwingine huyu ni wa wapi. Hata nyewe watanga hamjawahi kujua kama mamangu anatokea huko. Ndio nchi ambayo tumepewa ya watu ndugu. Huu utaratibu wa kiburi wa, wa, wa kutokujali mwenzako si asili ya nchi yetu, na serikali hatutafumbia macho mambo ya aina hiyo. Nimesema tangu zamani makosa ya aina hiyo ya kuteleza yalikuwepo, tulikuwa tunamaliza kindugu kiungwana, mtu anaomba narazi, na radhi na wazee tu pale, wakisema sasa mfidie bwana mwenzako hapa. Sasa ndo wanachotegemea wanafidia. Sasa utaratibu wa kutokujali kabisa maisha ya mwingine huwa awezi ukakubalika, na niendelee kusisitiza tusije tukaruhusu ufa wa kubaguana Mtanzania yeyote anaruhusiwa kwenda kuishi popote ndani ya jamhuri ya muungano madhali afate taratibu. Tusije tukaingia kwenye ufa wa kubagwana, tutaharibu nchi yetu. La pili, tusiingie kwenye ufa wa kuchukiana kwa kazi tunazofanya. Hiyo vita na yenyewe hatutaishinda, kwamba yeyote akimwona mkulima aone ni adui yake. Hapana, hiyo nchi hatujaachiwa nchi ya aina hii na yeyote akamwona mfugaji akaona ameona adui yake? Hapana, hiyo na yenyewe sio nchi tuliyoachiwa. Hatutaweza kuwa na maisha tukiruhusu nyufa za aina hiyo, kwamba kila mkulima akimwona mfugaji aone ameona ya adui yake, kila mfugaji akiona mkulima aone ya ya adui yake, kila mtanzania akiona mtu kaja aseme huyu huyu Hapana, tuzingatie taratibu, tuzingatie sheria, tuzingatie undugu wetu. Anayefanya kosa akiteleza bahati mbaya, tuione ile bahati mbaya kwake. Kweli, hiki kiburi, kiburi hiki, hapana. Na akifanya moja huyo, wala tusifanye ni kosa la, la jamii hiyo. Twendeni tushughulike na huyo kwa sababu anataka kutupeleka pabaya. Nilitembelea kule nilitembelea Mvomero, nikatembelea Kilosa, nikatembelea wapi huko Dodoma. Nashukuru hatua zilichukuliwa kali na, na, na, na tabia hiyo ikakoma. Kwa hiyo viongozi wa kamati zetu za ulinzi na usalama, haya mambo wala tusiyafumbie macho, wala tusiyafumbie macho twendeni tukasimamie kikamilifu na twendeni tukazingatie utaratibu huu wa matumizi bora ya ardhi. Kwa vyovyote vile, kila siku inayoongezeka, idadi ya watu inaongezeka kila siku iendayo kwa Mungu. Hata leo hivi tulivyoamka, idadi ya watu imeongezeka. Kwa vyovyote vile, matumizi ya ardhi tulivyokuwa tunatumia mwaka elfu moja mia tisa na themanini haiwezi ikalingana na leo na ardhi haiongezeki. Tunatakiwa tuboreshe shughuli zetu za uzalishaji, tupate kipato kikubwa kutoka kwenye eneo dogo. Hiyo ndo maana halisi ya, ya, ya transformation. Na nchi zote zilizoendelea wametoka kwenye uhuru ule wa, wa, wa, wa ubwerele wa ardhi wakaenda kwenye kuzalisha kwa faida kubwa, kwa tija kwenye eneo dogo, kwa sababu ardhi haiongezeki, idadi ya watu inaongezeka, idadi ya mifugo inaongezeka, ndio. Na tunaambiwa ifikapo elfu mbili na, waziri wa mipango atatuambia vizuri, ifikapo elfu mbili na hamsini idadi ya watu itakuwa imedabo. Kwa hiyo tuna, tuna milioni karibu sabini, kuelekea elfu mbili na hamsini tutakuwa tunaitafuta mia moja na hamsini. Hey, maana yake nini? Maana yake lazima tujiandae kuhusu matumizi bora, mipango bora ya matumizi ya ardhi. La mwisho tunapotawanyika tufanyie kazi haya ambayo tumekubaliana. Nimesema ya darasa Mheshimiwa mwenyekiti wa kijiji, kwa sababu tuna mikutano na tunaenda mpaka Kilindi, na kwa kuwa wataalamu hao walishakuja, tukubaliane na utaratibu tulioweka. Uliniomba nipite mpaka pale, lakini kwa sababu wataalamu walishakuja na tumeshakubaliana utekelezaji wake, na naibu waziri wa Tamisemi anatokea wilaya hii hii, tukubaliane. Nimewambia ndani ya wiki mbili fedha hiyo ije, na mimi nitapewa hiyo slipu kabla ya mwisho wa mwezi huu, nipate hiyo kwamba fedha imeshakuja ili ili mwezi wa tatu kazi ya ujenzi ianze, na haya mengine haya ya, ya,